Damdosa hupo na bipo pamoja na Chapesa. Kuna kitu ambacho tunahitaji tufahamu kutoka kwako na uweredi wako wa mpira, tukuone kweli wewe ni mwanamichezo <laughs> ili hapa lefali mara ya kwanza ulikubaliana naye kwamba zile zilikuwa clear penalty lakini baadaye ukaja kurekebisha zilikuwa sio clear penalty. Lakini baada ya hapo aa, tukafanya tathmini fupi kwamba mwamuzi yule yule ambaye alichezesha kule Kigoma amerudi tena eh, hapa Dar es Salaam, lakini ni amehamishwa mji tu hii. Eh, iko vipi katika tathmini yako ya marefa wa Tanzania hususani katika hivi uh, za hivi karibuni mechi za Simba ambazo mfululizo na marefa ambao wanajulikana wanajirudiarudia, baada ya zile za mechi za mkoani wa Simba kucheza na kupata matokeo, marefa wanarudi tena kwenye mchezo ule ule na timu zile zile. Ah ni kushukuru hmm. Na ni washukuru ndugu zangu wa Bipo TV hmm. Ni washukuru ndugu zangu wa Chapesa hmm. Kwa kuendelea kuwa familia ya pamoja hmm. Mimi naamini, mimi nafahamu Watanzania wanaburudika sana wakituona tuko pamoja, na inshallah tunaendelea kuombea Mungu watazamaji wetu, wafuatiliaji wetu wa Bipo TV na Chapesa hmm. Na vilevile vile na wao pia watuombee kwa Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu atuendelee kutupa nguvu ili Mwenyezi Mungu atuendelee kututia ujasiri wa kuendelea kuzungumzia masuala yetu ya kimpira. Umeniuliza swali, inawezekana ikawa huja ni noti vizuri huko nyuma, wakati mechi inamalizika ya Simba zidi ya Mashujaa. Ni kweli nilizungumza, ni kweli nilizungumza na kuna maneno nilisema. Moja maneno nilosema nisema, inawezekana ikawa ni penalti na inawezekana ikawa sio penalti na moja nikasema, kwa upande wangu mimi penalti ya kwanza ilikuwa ni very clear, lakini nikasema upande wa penalti ya pili kwa upande wangu mimi ikawa ina mashaka, na nikaenda mbali nikasema nitashindwa kutoa jibu la moja kwa moja, nitakwenda kufanya reply ya mechi ya simba dhidi ya mashujaa ni kweli. Nilirudi nyumbani na nikafuatilia, lakini bado nikaendelea kuamini kwamba penalti ya pili haikuwa ni penalti yenye kustahili. Moja, kwa sababu Shomari Kapombe show me the way, baba est alikwenda kumdanganya mwamuzi na mwamuzi, wakati aliendelea na msimamo wake wa kusema ile sio penalty, lakini bahati sio kwa nzuri, mwamuzi wa pembeni mwanadada yule alikwenda kuamuru mkwaji wa penalty. Lakini umekwenda mbele zaidi ukasema refa yule aliyechezesha Kigoma, na ndio refa huyo amekuja kuchezesha Dar es Salaam. Inawezekana ikawa kumbukumbu zako haziko sawasawa. Niseme tena sikusema kauli hiyo, lakini pia niendelee kusema mchezo wa Simba zidi ya Mashujaa mkoani Kigoma ulichezeshwa na refarii kutokea Tanga, refari yakuwa naitwa Omari Mdoi na refa hii nilisema sana, nilipiga kelele sana juu ya refa huyu. Moja, nikasema haiwezekani ikawa refa ametumiwa nauli na Simba kuja dar es Salaam. Nikasema haiwezekani ikawa refa amesafiri na Simba kutoka dar es Salaam kwenda Kigoma kwa namna walivyofanya, sioni sababu yoyote mashujaa kushinda ule mchezo. Dakika tisini zinamalizika, mwamuzi anakwenda kuongeza dakika tisa Dakika sita dakika saba mkwala anakwenda kufunga goli, mechi anaimaliza. Refari sikushangaa kwa sababu refa alikuwa na maelekezo. Mimi Omari Mdoi namjua Omari Mdoi ni swaiba wangu. Na Omari Mdoe mimi natokea naye kitongoji kimoja, madhaifu yake nayajua, na kweli madhaifu yake aliyoonyesha zaidi ya Simba Sports Club. Na tangu hapo bado sijamuona tena katika uwanja. Kwa hiyo mimi niseme, changamoto ya waamuzi bado ipo, na changamoto ya waamuzi Tanzania itakuwa ni miaka mingi kufutika, kwa sababu Watanzania wengi tumejijenga kwenye misingi ya timu mbili. maana yake misingi ya Yanga na Simba, lakini pia hata viongozi mbalimbali wamejijengea kwenye misingi ya timu mbili. Mara kwa mara nasema hili, ukienda magogoni utakutana na watu wa Simba na Yanga, ukienda maofisini utakutana na watu wa Simba na Yanga, lakini ukienda vijiweni utakutana na watu wa Simba na Yanga. Kwa hiyo sishangai kuona marefari wanatengeneza mazingira timu zao kushinda, na niombe sana Shirikisho la Soka Tanzania wakishirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Tunakwenda kwenye hatua za mwisho kuamua nani atakuwa bingwa, wawe makini sana na haya mambo, wawe macho sana na haya mambo. Sakata la rushwa kwenye mpira wa miguu lipo dunia nzima, inawezekana ikawa Tanzania limeshamiri zaidi. Sakata la rushwa limeenea dunia nzima Nchi mbalimbali ligi mbalimbali zilishashikwa na shutuma za upangaji wa matokeo, lakini inawezekana ikawa Tanzania limeshamiri. Kwa hiyo niliombe sana shirikisho la soka Tanzania, TFF, chini ya Wallace Karia, lakini vile vile taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa maarufu TAKUKURU, waendelee kutusimamia, waendelee kutulinda, na waendelee kuulinda mpira wetu wa Tanzania. Kuna mambo mengi yanafanyika ambayo sio mazuri mengi sana, lakini pia nizungumze na Bipo. Kuna mambo ya hovu yanatokea ndani ya viwanja sawa sawa. Kuna mambo ambayo kwenye mpira wetu hana afya. Kuna mambo ambayo yanadudumisha jitihada za viongozi wetu, jitihada za wawekezaji wetu, mambo ya aibu. Kuna watu wanajiita kamati ya ufundi kwenye timu kamati ya ufundi wanajiita watu wao. So, yeah. Hebu tuambie. Ile ni bench la ufundi, alafu kuna kamati za ufundi. Ah, okay. Hebu tuonyeshe tofauti. Kwa hiyo kamati ya ufundi, kamati ya ufundi hmm, ni watu ambao wanaamini imani za kishirikina. Kumbe bado ya mambo yapo, eh? Kamati ya ufundi ni watu ambao wanaamini mpira huwezi ukachezwa, timu haiwezi kushinda mpaka watu wafanye ulozi. Iko upande gani sana sana? Kwenye vilabu vingi sana soka la Tanzania. Vingi sana. Sana. zaidi Wakati juzi naangalia mechi ya Simba nilipata mwaliko. Okay, cool. Kwanza sa... lazima nikiri nilipata mwaliko. Nisikilize ah, okay, Simba walikuwa ndo... ah, basi bipo. Shida yako wewe e ndo hiyo. Sasa si ndo hivyo, oh. Nimesema juzi mm, nilipata bahati ya kupata mwaliko kwenda kuangalia mechi ya Simba zidi ya mashujaa. Ah, unapata mwaliko sana sana, wa Simba. Hata <laughs> Azam pia anapata kwenda kuangalia, ah, Yanga pia anakwenda kuangalia mechi zao kweli. Lakini juzi nilipata mwaliko kwenda kuangalia mechi ya Simba na Zanzibar. Bahati ilikuwa nzuri, nilikwenda kukaa jukwaa la nyuma ya goli yag. Yaani, imefikia nyakati baadhi ya mashabiki hawaamini kabisa mtu akienda kusimama nyuma ya goli, imefikia wakati baadhi ya mashabiki wanaojiita kamati za ufundi Unawafahamu, nilikuwepo uwanjani juzi na ushahidi wa video na ushahidi wa macho ha. Lakini vilevile nina ushahidi wa akili dio. Mungu amenipa akili, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. ulikuwa timu gani kati ya mashujaa usi, nimesema mashujaa na Simba unauliza timu gani tena dio? nasema walikuwa kwenye timu ha, watu wa kamati walikuwa ni watu wa, Simba. Ha, okay. watu wa kamati. Walikuwa ni watu wa Simba, mashabiki wa Simba ha, ok. kamati yo shirikina wenyewe wanajiita kamati ya ufundi. Ya ufundi imefikia kipindi baadhi ya mashabiki wa mashujaa wanapokuja kwenye goli ambalo mm, kipa wao yupo mm, wale wanaamini kuna watu, kuna mambo wanafanya. Oh, walireact wale wa Simba, vurugu ilikuwa kubwa, baadhi ya mashabiki wa mashujaa walipigwa na mashabiki wa Simba wanaojiita kamati ya ulinzi, na baadhi yao nawajua kwa macho na kwa baadhi yao nawajua kwa majina yao. Mimi nitatoa ushahidi. Wakati zile vurugu zinatokea, palikuwa na askari mmoja wa jeshi la polisi. Inawezekana yule askari alizidiwa nguvu kutokana na wale mashabiki wako wengi, ama inawezekana yule askari alikuwa ni shabiki na mwanachama wa Simba. Uh, no. Ah, unataka kunambia kuna askari ambaye anapenda vi vilabu vyetu? Uh, si lazima tuseme. uh -huh. Mpira wetu umepiga hatua. Hatuwezi kukaa kwenye mambo ya kishamba kama haya. Haya mambo bipo cha pesa ni mambo ya kishamba. Kamati ya ufundi ya Simba, hiyo ni mambo ya kishamba. Haiwezekani ka timu eh, inaingia na, na, na wadhamini, watu wanaingiza zaidi ya mabilioni ishirini, hmm, mabilioni 38 halafu watu wanakwenda kuweka imani za kishirikina Simba. Mashabiki wa Simba baadhi yao, sio wote Kamati ya ufundi. Nimesema baadhi yao nimesema hivi, mashabiki wa Simba wenye kamati ya ufundi baadhi yao, yao. Sio mashabiki wote. Kwa majina pia nawajua Wa Simba, na kwa video pia nawajua. Wakati zile vurugu zinaendelea kutokea yeah, yule askari kama nilivyosema inawezekana alizidiwa nguvu mm. Sawasawa. Ndiyo. Askari aliamua kukaa kimya au nikaendelea mbele, nikasema inawezekana ule askari alishindwa kuchukua hatua kwa sababu naye ikawa ni shabiki wa Simba. Ikawa ni shabiki wa Simba. Halikuwepo askari pembeni. Ndio maana akaa kwa ruhusa nendeni golini. Baada uh ya vurugu kuwa kubwa, nisikilize vizuri, ndipo baada ya vurugu kuwa kubwa, baadhi ya mashabiki wa mashujaa wamekwenda kuwaita viongozi wao nikimeweka mate ya ulinzi. Kamati ya ulinzi kuikaja, kikosi cha wanajeshi walikuja, wanajeshi zaidi ya watano. Mi nilikuwepo kwenye ile eneo, nilikuwepo. Inawezekana ikawa pia jina limenisaidia. Bila hivyo ungenyanyuliwa uti. Inawezekana kaa pia jina limenilinda mm. Lakini haya mambo ni ya kishamba. Haiwezekani kaa shabiki wa timu pinzani anakwenda kukaa kwenye nyuma ya goli. Nyinyi mashabiki wa timu kubwa mnaamini kwamba yule anakwenda kufanya imani za kishirikina na tunakwenda mbali mm -hmm. Imefikia kipindi baadhi ya wachezaji pia wanakwenda kuamini imani za kishirikina. Wapo wachezaji, video mbalimbali mbali zinakwenda kuwaonyesha, wanakwenda kutupa mataulo, wanaamini lile taulo liko pale kwa sababu ya kuzuia magoli. Na wewe uamini katika hilo. Mimi siamini jambo hilo. Kweli. Siamini. Unaamini kile. Mimi naamini ubora na uwezo wa technical staff na wachezaji ndio unakwenda kupelekea timu inashinda. Kweli, jambo, umelishuhudia kwa Simba. Kwa macho yangu sinakuambia juzi nimekwenda kuangalia mechi. Umearifu. Unajua bahati nzuri Umearifu. Mechi za nyuma mimi nilikwenda kuangalia na kaa VIP kwa hiyo sikutana na mambo ya ajabu kama haya hmm. Lakini juzi nikamwambia, Sheiza leo tukae huku nyuma kwa Waswahili wenzetu ndona kushuhudia hayo mambo ya hovyo kabisa. Kumbe ushindi una mambo mengi eh? Una mambo mengi sana sana, ikiwemo ushindi wa Simba dhidi ya Mashujaa. Nimesema ushindi una mambo mengi, ndio nimeshuhudia hayo mambo, ndio maana nikasema, uh -huh. haya mambo tulipofikia ya kome haiwezekani ikawa wewe shabiki unaona kama ile timu ni ya kwako wewe na imekuuma. Haiwezekani ikawa wewe shabiki unakwenda kumnyima shabiki mwenzako haki ya msingi kwenda kuangalia mchezo imekuumiza. Unajiuliza, shabiki huyu wa anapata wapi majority ya kwenda kumpiga mwenzake kwa sababu amekaa nyuma ya goli, alimpiga. Mambo ya hovyo kabisa, Haise. tumetoka mbali, mambo ya kuwa tuyafanye miaka thelathini iliyopita mambo haya kuwa tuyafanye miaka ishirini iliyopita miaka kumi iliyopita lakini sio leo. Azam TV yupo anakwenda kuonyesha, anatumia HD kutuonyeshea sisi haya mambo. Wawekezaji wapo wanatoa pesa zao kuhakikisha ligi ya Tanzania inapamba moto, inapanda mpaka hatua kubwa, nikimaanisha renki. Lakini vile vile viongozi wa vilabu vyetu vikubwa wanafanya kazi kubwa viongozi wa vilabu vya kati wanafanya kazi kubwa, viongozi wa vilabu vya chini wanafanya kazi kubwa, kuhakikisha ligi yetu NBC nakunda inatoka kutoka hatua moja kwenda nyingine. Lakini vilevile hatuwezi vile tukasaa, watu wa shirikisho, watu wa bodi ya ligi wanafanya kazi kubwa. Haiwezekani kama baadhi ya mashabiki wanaamua kujichukumia hatua zao mkononi kwenda kuwapiga watu kwenda kuwadhuru watu alafu, wanakwenda kuwapiga watanzania wenzao Haiwezekani nafikia kipindi mpaka Jeshi la Wananchi JWTZ ndo anakwenda kuamua jukumu la kwenda kukaa nyuma ya goli kulinda usalama wa nchi yao. Kwa hiyo mi niwaombe sana mashabiki wa Simba, niwaombe sana na vurugu, mashabiki wa timu zote uh, hususan wa Simba. Nimesema mashabiki wa timu zote, lakini nazungumza hapa kwa sababu nimekwenda kushuhudia mashabiki wa mashabi Simba, baadhi yao nimeshuhudia. Tunaongelea Simba hapa, tunaongelea wengine lakini tunaongelea Simba uh -huh. Pia kupeleka taarifa kwa vilabu vingine okay. Ila Simba ndo? tunaongelea Simba pia ili kufikisha ujumbe kwa watu wengine, lakini Simba ndo? Hatuwezi tukapoteza watanzania wenzetu kwa sababu ya mambo ya mpito kama haya, kisa wanabendera. Unamkuta shabiki ana miaka thelathini. Unaikuta timu ina miaka zaidi ya 89 miaka 90 mm, lakini shabiki wao ambao anaumia kuliko watu wenyewe. Ah okay. Mimi ile niumiza kuona baadhi ya Watanzania wenzetu wale wasafiri kutoka Kigoma wanakuja Dar es Salaam. Ah, unajua nisikilize, Dar es Salaam maana yake ni Daru Salaam. Okay. Ukienda kwenye Qur'ani utatafsiri ni mji wenye amani. Daru Salaam. mm. Hey, wewe ulikuumia zile penalti au nani? Ah, mimi nilitarajia ah. Nakumbuka alikuwa Shaiza nikamwambia kwa namna ligi yetu ilivyo eh, Kwa namna timu zetu zilivyo, ziliongezwa haishi mpaka Simba na, kipindi cha kwanza eh, kipindi cha pili zikaongezwa 15. Kwa pale zilibii, hiyo. <tune> ina maana yeah. Mechi imezidi mpaka muda wa maongezo wa dakika thelathini yeah. Tumeondoka nyumbani saa tatu ya usiku, na mimi nilishukuru sana Jeshi la Wananchi JWTZ, niliwashukuru yeah, sana. Nawapongeze sana kwa kazi kubwa mliofanya. Mm, inawezekana pasipo kuwepo nyinyi mm, pasingekuwa na amani ya kutosheleza kwenye ule mchezo yeah. Inawezekana pasipo kuja nyinyi kwenye lile goli, kuna baadhi ya watanzania wenzetu wenye mapenzi na nchi wangepoteza maisha kwao. Nitoe rai sana na niwaombe sana shirikisho la soka Tanzania, TFF, na niliombe sana jeshi la polisi kanda maalum wa Dar es Salaam chini ya mzee Muriro, kwa sababu tunatarajia mechi nyingi zitafanyika Dar es Salaam, waendelee kuboresha ulinzi waendelee kusimamia haki, waendelee kulinda mpira wetu, lakini pia waendelee kulinda raia wetu wa Tanzania. Watanzania ni wazalendo, watanzania watu wenye mapenzi ya dhati. Leo watu wanaacha shughuli zao na kwenda kuiangalia Simba, leo watu wanaacha kazi zao na kwenda kuiangalia vilabu vingine. Jeshi la polisi, tunawaomba sana mzee Murilo wapangie kama itawapendeza nyuma ya goli kwenye hizi mechi zilizobaki wakae maaskari. Leo hapo, Meja Jenerali Somoyo kule, kuna wanajeshi na tunawaambia mashabiki, unajita kamati ya ulinzi, kamati ya ufundi, kamati ya ufundi eh, wa Simba, wa vilabu vyote ah. lakini zaidi wa Simba, yeah, wa Simba. Ngoja wanacheza na Simba nasema na Simba ulisema kamati gani? yeah, yeah, yeah, yeah. ah. nimesema wa Simba kwa kuwa leo kuna mchezo wa simba uh -huh. tunawazungumzia simba ila ungosikiliza basi bipo shida ah, yako ndo hiyo bipo ah. shida yako ndo hiyo ah, ah. ngoja basi eh? shida yako ndo hiyo. Uh -huh. shida yako ndo hiyo nimesema tunaliomba shirikisho la soka Tanzania TFF wakishirikiana na jeshi na jeshi la ulin... na jeshi la polisi waendelee kuboresha amani ndani ya viwanja uh -huh. tupo kwenye dakika mbaya uh -huh tupo kwenye hatua ngumu za mtu kuchukua ubingwa na ubingwa wa Tanzania. Nisikilize basi, tunazungumza mambo ya kwako, very serious, mambo ambayo ataleta amani ya nchi yetu. Kama umechukia hivi eh, lazima uh -huh. tuchukie wenzetu kutoka Kigoma wamepigwa, haiwezekani. Mkapokonya ubingwa na mtu anatafutiwa kwao. <coughs> niliombe sana shirikisho la soka Tanzania TFF lakini vilevile vile pia jeshi la, la polisi mm -hmm, tuna namna na tuna haja ya kuboresha ulinzi kwenye maeneo yetu ya viwanja, hususani kwenye hizi mechi zilizobaki. Ikicheza Simba nikicheza <laughs> na ikicheza na timu nyingine leo hapo, Meja Jenerali Isamunyo wawe makini sana <laughs> makini kama. Ma jeshi la polisi litashindwa na ile kamati, muwe makini minawambieni kabisa hey! Msijifanye mna uchungu na timu zenu na timu zenu, mkaenda kuwapiga watu, sawa? Ndio, msijifanye mna uchungu na timu yenu kwa sababu waifungi goli leo. Kule kuna wanajeshi, mkizingua tu wanajeshi wanapiga bwana, na na wana nasifa wanajeshi, hawapigi bila ya sababu Wa watu pale, na? na uzuri mpo kambini mnachukuliwa mnapelekwa sehemu ambayo mm. mtatulia mtajua, mjaze maji, mjaze pipa na kijiko, mtajua wenyewe mm. Ye, kikubwa pipa lijae. Kwa hiyo wa mm -hmm. niwaombe sana Watanzania, sisi wote ni wamoja na Tanzania ni nchi yenye amani, ni nchi yenye mapendo na, na watu wake yeah. Yanga na Simba isifikie kipindi sasa tukatoleana amani wenyewe kwa wenyewe. Mpira usi, usitupelekee mpaka sasa tukatoa utu wetu tukapoteza thamani zetu kwa sababu ya Yanga na Simba. Yanga na Simba tutaziacha sasa. Ni katika hizi mbio za ubingwa, kuna viongozi mbalimbali wameziacha Yanga na Simba, kuna mashabiki mbalimbali wameziacha Yanga na Simba. Tutende haki. Okay. Tuonyeshe uzalendo na watanzania wenzetu, haina maana sisi wenyewe kwa wenyewe kupigana. Uh, okay. sawa sawa. waambie watu Sawa, Dosa. tu, tu, tu tuachana na hiyo mada tuende katika mada hii uh, jana tumeweza kushuhudia kikao uh, Mo Dewji pamoja na wakurugenzi wake na wajumbe wake uh, wakijadili na taarifa ambazo zimetufikia sio uh, rasmi lakini ne huenda zikawa ndo hivyo, anataka kudhamini timu kumi za ligi kuu. Mo Dewji baada ya kumwona pengine, huenda watu wanazungumza, baada ya kumwona investor mkubwa wa Yanga GSM Gharib, naye akaamua kuchukua virabu kumi. Yes, alichukua sita, yeye kachukua kumi. Kwa kweli, una mtazamo gani kwa kuliona hili swali? Kwa sababu ni tetesi, hatuwezi tukazizungumza sana Sababu? Kwa sababu ni tetesi hatuwezi tukazizungumza kwa muda mrefu sana. sababu ni nani... Sikiliza, sababu ni bosi wa nani? Lakini mimi nakwambia tena, ha, na nitasema ha, hakuna kitu ambacho Simba wamefanya alafu Yanga hajafanya ha, okay. hakuna kitu ambacho Yanga amefanya alafu Simba hajafanya haya okay. ha, mambo ya kudhamini vilabu vingi Kabla GSM kuzamini vilabu sita vilabu saba, Mo Dewji alizamini vilabu sita mpaka vitano sawa. Kwa hiyo alichokifanya nanii anachokifanya nanii GSM ni kukopi na kupesti sawa, na kama kweli Mo anataka kuzamini vilabu kumi sawa, lakini Mo anachotaka kufanya kwake itakuwa ni marejeo tu, kashafanya huko nyuma sawasawa lakini, yeah. Kwa kuwa tunazungumza kama tetesi yeah. hatuwezi tukatumia nguvu kubwa, hatuwezi tukatumia ushahidi mkubwa, hatuwezi tukatoa athari mpaka pale tutakapokuwa tukufanyaje, mm -hmm. Ameshazamini, mi naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ataendelea kutupa umri ataendelea kutupa uhai na nguvu na afya, tutakuja kuyazungumzia haya mambo bipo jambo linazungumzwa kwa muda wake. Watu wanataka kupangia na top 4 sasa hivi, nimesema jambo linazungumzwa kwa muda wake Muda ukifika tunazungumza. mm -hmm. Tusizungumze jambo mapema alafu likafika tukashindwa kujitetea. Ah, okay. Ah. Kwa kuwa ni tetesi tutaziacha kama tetesi, lakini likitokea, tutakuja kulizungumza kwa mapana marefu, ah, sana. Sawa sawa. Shukran sana. Asante sana. Umetisha sana. Asante sana. Leo hujapata mwaliko. Ah, leo sijapata mwaliko ah. Na leo ninakuwa niko niko niko nitakuwa niko tight kidogo. Tarehe 17 utakuwa wapi? Mechi, JKT. Siku ya tarehe kumi na saba mwenye kujua ni Mwenyezi Mungu. Nimesema okay. Siku ya tarehe kumi na saba mwenye kujua mimi nitakuwa wapi ni Mwenyezi Mungu. Lakini waambie watu wako, ngoja basi, shida yako ndio hiyo, ndio maana nikasema kuna kipindi mimi nitakukataa. Usilazimishie mwaliko, nimesema siku ya tarehe kumi na saba mwenye kujua mimi nitakuwa wapi ni Mwenyezi Mungu. Wewe unajua mimi nitakuwa wapi tarehe 17? Ngoja basi. Wewe ah, basi. Basi, unajua mimi nitakuwa wapi tarehe 17? Sasa mimi na mashaka na wewe. Na... Kubwa zaidi waambie watazamaji wako, kubwa zaidi waambie wasikilizaji wako mchango wa, ambio, una wa, wa ambio, eh. Mchango wa Moroko unaendelea, bado upo. Ah, sijajua kama nitakuwa hai, kama nikifika nitakwenda sasa wewe umeniuliza ngoja, tarehe kumi na saba. Ngoja basi nitakwenda kuangalia ratiba. Asante <laughs> sana, nikushukuru ndugu yangu wabipo, lakini waambia watu wako wabipo <laughs> safari ya Moroko tunaitamani sana, waendelee kutoa michango. Mimi kwanza ngoja, alafu hili niliweke sawa Usitake kuwaaminisha watu kwamba mm, mimi sio shabiki wa Yanga, ngoja, kwa sababu mimi nakuangalia. Ah, umesema wewe. Na usitake kuwaaminisha watu kwamba mimi naipenda Simba, mimi na mashaka. Ngoja basi A -a. Wa A -a, wewe unatakiwa uwaaminishe watu wako wabipo watu wako wacha pesa kwamba dosa ni mtu mwenye kusimamia Taurati, dosa ni mtu mtu mwenye kusimamia Zaburi, dosa ni mtu mtu mwenye kusimamia Injili, dosa ni mtu mwenye kusimamia Qurani. Maana yake ni nini? Maana yake dosa ni mtu mwenye kusimamia haki. Na mimi nikuambia ndugu yangu, wabipe, sisi sote tutaondoka, na tutapoondoka, juu ya mgongo wa ardhi, hatutaondoka na mali zetu, hatutaondoka na pesa zetu a tutaondoka na magari yetu sawasawa, wala tutaondoka na majumba yetu na wake zetu, isipokuwa tutaondoka na haki, tutaondoka na uongo ambao tulikuwa na tunaishi nao duniani. Kwao niwaombe sana, sasa hivi taratibu naanza kurudi wapi? Kurudi. Asante sana ndugu yangu wa Bibo TV, asante sana.